Pilipili kichaa na pilipili hii inafahamika sana na watu wengi na watu wengi ulimwenguni hutumia kama kiungo e, cha chakula Wengi wanapotumia chakula, basi huweza kutumia pilipili hizi kwa ajili ya kuweza kuongeza ile hash, yani utamu fulani katika e, chakula chao wanachokitumia. Sasa leo, na pilipili kichaa, nahitaji niweze kukuelezea jinsi gani pilipili kichaa inaweza kawa tiba baadhi e, ya maradhi yanayokusumbua e, kuanzia mti wa pilipili kichaa pamoja na pilipili zenyewe. Sasa pilipili pili kichaa inatibu maradhi zaidi ya sita mpaka saba. Sasa nisikilize vizuri niweze kukuelezea ni, kukueleze. ni maradhi gani ambayo unaweza ukayatibu kupitia pilipili pili kichaa ama mti wa pilipili kichaa. Sasa kama haujani follow, ni follow nitakufollow back. Like, comment, share, acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri kabisa. Pilipili kichaa kwanza, huongeza joto la mwili. Lakini pia pilipili kichaa hushtua ama, yani, kushtua mishipa ya damu iliyosinyaa, ili iweze kupeleka damu vizuri vile inavyohitajika. Lakini pilipili kichaa inatibu tatizo la stroke. Kama umepata stroke, basi unaweza kutumia pilipili kichaa kama tiba kwa ajili ya kuweza kupona changamoto yako ya stroke. Lakini pilipili kichaa ina uwezo wa kushusha presha vizuri kabisa, inashusha presha ipasavyo kabisa na pilipili kichaa inatibu mfumo wa fahamu na kuweza kurudisha kumbukumbu kwa haraka. Kama umeshaanza kuwa ni mtu wa kusahausahau mara kwa mara basi unaweza kutumia mti huu wa mpilipili kichaa kwa ajili ya kuweza kurudisha kumbukumbu zako zilizopotea na kuweza kukaa katika mfumo wa hali nzuri. Lakini pilipili pili kichaa inatibu maumivu ya viungo vya mwili, miguu kufa ganzi magoti kuuma, ama kujisikia kama yanalia mara kwa mara eh, kiuno pamoja na uti wa mgongo, basi utakapotumia na nadhani utaweza kumaliza changamoto hizo zinazoweza kukusumbua mara kwa mara. Lakini pilipili kichaa inasafisha damu dhidi ya bakteria pamoja na fangas. Eh, pia inasafisha figo, huondoa eh, dalili ya homa ya ini pilipili kichaa. Hizo pilipili kichaa inapunguza uzito mkubwa. Kama wewe ni mzito mkubwa, ama ni bwanyenye, ni mtu mwenye kilo mia na una kilo tisini basi unaweza kutumia e, mti huu wa pilipili kichaa pamoja na pilipili zake kwa ajili ya kuweza kuondoa e, um, mwili ama menyama uzembe lakini pia tahadhari moja tu kwa wale wagonjwa wa vidonda vya tumbo. Sasa nisikilize, niweze kukuelezea jinsi gani unaweza ukawa ukatumia ama jinsi ya matumizi kwa matatizo hayo niliyokuelezea. Jinsi ya matumizi e, tumia mizizi ya mpilipili kichaa pamoja na majani yake, lakini na pilipili zenyewe ambazo hazijakomaa zile teke chuma zile pilipili teke kabisa ambazo hata tunda zake hazijakomaa. Changanya majani yake pamoja na mizizi, utatwanga pamoja ama utasaga, ni yani kwa kublend, kisha utachemsha. Tumia eh, glasi ya mililita mia moja asubuhi na glasi ya mililita mia moja jioni kila siku kwa muda wa siku ishirini na moja mpaka siku ishirini na nane kwa matatizo hayo niliyoweza kukuelezea. Eh, matatizo ya kuongeza kuongeza joto mwilini eh, matatizo ya stroke, matatizo ya mfumo wa fahamu eh, matatizo ya viungo vya mwili, basi tumia eh, mti wa mpilipili kama nilivyoweza kukuelekeza kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo zote ambazo zinazokusumbua. Kusum, ni mimi mshauri wako wa kila siku ambaye ninakupatia tiba kutokana na miti mbalimbali, which doctor Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Nikutakie siku njema, usisahau kunifolo, eh, na mimi nitakufollow back, ni follow kwa ajili ya vipindi vingine vinavyokuja, ili uweze kupata ufahamu zaidi, na uweze kujifunza mambo mengi. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.